Moto mashariki ya kati: Marekani, Israel na kuanguka kwa diplomasia ya karne ya 21. Uchambuzi wa kina na Huba Online TZ. Sehemu ya kwanza: mlipuko wa mgogoro, chanzo cha moto mashariki ya kati. Diplomasia haijafa, imeuawa kwa makusudi. Hayo ni maneno ya waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arakchi baada ya shambulio kubwa la pamoja lililotekelezwa na Marekani na Israel dhidi ya miundombinu muhimu ya nyuklia nchini Iran. Tarehe 13 Juni 2025, ulimwengu uligeuka ghafla. Israel ilianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya kijeshi na vya nyuklia vya Iran. Wiki moja baadaye, Rais wa Marekani Donald Trump aliamuru majeshi ya Marekani kuungana na Israel kwenye kampeni hiyo. Ishara wazi kuwa diplomasia kati ya mataifa haya matatu ilikuwa imevunjika rasmi. Trump, ambaye wiki chache kabla alikuwa akizungumzia matumaini ya duru ya sita ya mazungumzo ya kidiplomasia na Iran, sasa alikuwa mbele ya kamera akisema kwa majigambo, mashambulizi yamekuwa ya mafanikio makubwa. Kumbukeni, bado tuna malengo mengine mengi. Hayo ni maneno ya Rais wa Marekani Donald Trump baada ya shambulio hilo. Wakisema kuwa mashambulizi yamekuwa ya mafanikio makubwa na kubandika wazi. How, however, his words were only in English so I won't repeat them. Kauli hiyo ilishangiliwa Tel Aviv, ikalaaniwa Teheran na ikazua sintafahamu Washington, Brussels na Moscow. Lakini swali linaloibuka ni moja: Je, Trump aliingia vitani kwa uamuzi wa kiusalama au kwa mkakati wa kisiasa na shinikizo kutoka kwa washirika wake. Kama si vita, ni siasa. Uchambuzi wa undani wa uamuzi wa Marekani. Katika ripoti ya kipekee ya Al Jazeera, Profesa Scott Lucas kutoka Chuo Kikuu cha Dublin alidai kwamba Trump alichezewa na Israeli katika mwezi wa Mei baada ya Netanyahu kudhalilishwa Februari. Kwa kauli ya Trump ya kutaka diplomasia, Israel ilimtangazia wazi utawala wa Trump kuwa tunaenda kupiga Iran iwapo mtajiunga au la. Kwa mujibu wa Lucas, maamuzi ya kijeshi hayakutokana na kitisho cha moja kwa moja kutoka Iran, bali ni mashinikizo ya muda mrefu kutoka kwa Netanyahu, aliyekuwa akihitaji ushindi wa kisiasa nyumbani na msaada wa Marekani kulinda sura yake kimataifa. Kwa hiyo, uamuzi wa Rais Trump kujiunga na mashambulizi ya Israel ulikuwa ni kukwepa migawanyiko ya ndani ya Marekani, kuimarisha nafasi yake kisiasa kuelekea uchaguzi, kuonyesha uimara wa kijeshi dhidi ya Iran, haswa kwa wapiga kura wa kihafidhano. Lakini je, ni ujasiri wa uongozi au ni mchezo wa hatari wa kisiasa? Malengo ya mashambulizi. Fodo, Natanz, Isfahan, maeneo ya dhamira kubwa. Katika mashambulizi yaliyopewa jina la Operation Iron Verdict, ndege za kivita kutoka Israel na Marekani zililenga vituo vya kijeshi na vya nyuklia vya Iran, Fodo, Natanz na Isfahan, maeneo ambayo yamekuwa moyo wa mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo ripoti ya shirika kuu la kimataifa ya nishati ya atomic, yani IIEA, ilieleza kuwa hakuna viwango vya mionzi vilivyoongezeka kwenye maeneo ya raia, na hivyo kuibua swali la pili muhimu. Je, mashambulizi haya yameharibu kichote au yalikuwa ni onyesho tu la nguvu ya kisiasa? Iran kwa upande wake, ilieleza kuwa mashambulizi hayo yameua watu zaidi ya 400 na kuwajeruhi wengine zaidi ya elfu katika mashambulizi ya kulipiza kiasi, Iran ilirusha makombelo ndani ya ardhi ya Israel na kuua watu 24 rejea za dunia. Dunia inatazama, lakini inaogopa kuingilia. Mara baada ya mashambulizi, mataifa kadhaa yalisema wazi, haya si mashambulizi ya kujilinda, bali ni uvunjaji wa sheria za kimataifa. Russia, katika taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje, ilisema ni uamuzi usio wa kiungwana wa kushambulia nchi huru kwa makombora na mabomu. Hii ni kinyume na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Irani imepanga kukutana na Rais Vladimir Putin kesho jijini Moscow, hatua inayotazamiwa kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi kati ya Irani na Rasia. Naye waziri wa mambo ya nje wa Hispania Jose Manuel Albares alisisitiza suluhu ya amani katika Mashariki ya Kati haitapatikana kwa mashambulizi ya anga, bali kwa meza ya majadiliano. Lakini hali ya sasa haionyeshi meza yoyote, bali ni jukwaa la silaha, mishale na misimamo mikali. Mzee, je, huu ni mwanzo wa vita vya kanda au ukomo wa diplomasia? Kwa nini tukio hili linapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa? Moja. Irani inaendelea na mpango wake wa nyuklia licha ya mashambulizi. Mbili, Israel na Marekani wamevunja wazi sheria za Umoja wa Mataifa bila idhini ya Baraza la Usalama. Tatu, Russia na China huenda wakaingilia mzozo huu kwa njia za moja kwa moja, hivi kuufanya kuwa mgogoro wa kidunia. Watoto, wanawake na raia wasio na hatia wameathirika zaidi mateso ya binadamu yanazidi kupuuzwa kwa jina la usalama wa kitaifa. Sikiliza hii kwa makini, ulimwengu uko kwenye kona ya hatari. Kifo cha diplomasia ni mwanzo wa hofu, na ikiwa hatutafuatilia kwa makini, vita hii ya mashariki ya kati huenda ikawa na athari kubwa kwa dunia nzima, ikiwa ni pamoja na Afrika na Zanzibar. Je, unahitaji taarifa zaidi kwa kina? Karibu YouTube channel yetu Hubah Online TZ. Tunachambua habari hizi kwa lugha rahisi, kwa mitazamo tofauti na kwa sauti huru isiyo naoga. Subscribe sasa hivi ili usipitwe na video zetu mpya kila wiki. Hubah Online TZ. Tunachambua kwa akili, si kwa jazba.